Eh, no, yuko uh, uh, yes, uh, uh, na shemeji yake ndoa msokoto. Leo tumeikutanisha, kumbe hizi zote ni ndoa msokoto, ni vile tu moja ile waya nyingine ilichelewa manyanya. Naam, ukimwangalia shemeji yako, siakuwa experience na shemeji design kama hii yes, kwa sababu kwanza, swala lako linaendaje? kwamba namna ambavyo shemeji alivyokuwa na react pale kwamba yeye hana muda na ndoa yake kwa sababu ya changamoto, and then wewe ulikuwa unajipa kule minyama kwamba mimi nampenda mke wangu nini na nini na nini, and then ukaja ukageuka. Yeye ushiakuwa na shemeji design kama hii, ambaye anamshauri girlfriend wako pia mambo ya ovyo, maybe kama alivyofanya kwa mshauri mdogo wako kwa kulikuwa na mchepuko kikiuhalisia? Hapana, hmm. Hapana kabisa kabisa. mm -hmm. Eh, <laughs> mada mshiakuwa hmm, na mwanaume kiuhalisia, kama mndema jinsi alivyo hapana, kwa maana sio kiona unaweza maana, lakini utakuwa unaanza naye kwa sababu pale kwenye kwenye igizo mewini. Yeah, ni mewini lakini siwezi kuwa kama namume kama Mndema. Haye hapana. Mndema. Ungekuwa na medifridi kisheti. Mm. Medifridi kisheti mzee wa Bokora. Ah, wewe namume kama yule unakufa mapema. Hii kwa nini? Ah, ana stress sana. Kinyenye pia na pia si, si mtu wa, wa, wa kinaje, okay. Jordan nini walikuwepo? Wa. Ah sasa hao si wamekuja kwa sababu kasababisha yeye. Medifridi kisheti. Oke, sawa. Mwanamke ambaye kuja kuwa na mfanyakazi wa ndani arono, kama unaye ama hauna, utakuwa unaweka distance kati yako na mumeo. Kwa nini? yeah. Unapoleta yeah. una binti wa kazi sawa, kazisaa yeah. Unapoleta binti wa kazi, lazima uangalie na mmeo pia yupoje, maana yake. Kwa mfano design kama ya Mndema, yani unajua kabisa yani unamleta binti ambaye anakuja kuwa mke mwenzio Hmm. Sasa ni lazima uwe unamchunga kama vile, lakini kuna aina ya wanaume ambao unaweza ukamleta binti na ukamwacha free unajua kabisa mume wangu, so, <laughs> so, wapo? Hmm. Wapo sio vitu vyake, <laughs> kama Mndema anatembea na mabinti wa kazi ni wachache, so, mm -mm. Okay. Wapo wanaojiheshimu sana. Is it true, unasemaga ni bora uwe na mfanyakazi ambaye hajakuzidi uzuri, ile mumewa simtamani yeah? Ni kweli <laughs> manake sasa, ukimleta binti anaye anayemzidi mama mwenye nyumba uzuri, inakuaje sasa? Lakini tunampa tu kazi, riziki awe amnaga hiyo sasa <laughs> ni bora upate mfanyakazi mbaye hana muonekano wa kisura, lakini ana shepu, makalio, nyama nyingi, au ni bora awe ana ana sura lakini nyama nyingi hana? Bora yupi katika asiwe na vyote Yani, <laughs> asiwe na vyote yani. Unapotafuta binti lazima umkague kuanzia mm. shepu, sura, nini. yaani asiwe na vyote okay. mm. yani, awe kawaida. Si unajua kuna yule mtu yupo kawaida yeah. mtuuo hii ni fair kweli kwa wake zetu kuchagua wafanyakazi ambao hawana vyote. Ah, uh, sijui wao wanawake wanaiangaliaje, lakini uh, kwa namna ambavyo sisi tunaiangalia tuna wanaume tunaiangalia tofauti misimamo iko tofauti. Kuna wengine kweli wanaopagawa na, na, na, na, na mionekano na vitu, kuna wengine wanapagawa na, na, na quality namna na mtu, jinsi alivyo, jinsi anavyo ku handle, jinsi anavyo ku respect, jinsi anavyo ku save hivyo. Nafikiri mwanaume anaathirika sana huko ile seriousness. Hivi vya nje hivi ni vya muda mfupi tu, unaona, ni vya muda mfupi tu, vinakuja na kupotea, lakini kuna quality ambazo mwanamke akiwa nazo anaweza kumfanya mwanaume asiende sehemu yoyote. Hapana, mi sio mtu wa Bokora. we, we nani? we una ule mjifridi me, kishet we we namba gani uwanjani? nani amini kiungo mchezeshaji, unachezesha kwa, kwa, bai, kwa, kwa, kwa okay. So, we, yambayo, kama kawaida sawa, we ni shemeji wa design ambayo kama vile ulivyoigiza kiuhalisia au kwenye ki movie Uy. na hapana uh-huh. ile ni kweli kweli, ile ni movie tu lakini kiuhalisia sio hivyo, okay, hmm. Okay, sawa so, na wewe we, namna ambavyo walivyoigiza hiyo, uwishi siku moja kuwa na shemeji aliochangamka changamka kama huyu? Ah, siwezi kuchagua shemeji. Nafikiri naweza nikachagua mke, lakini sio shemeji, coach uh, atakaye kuja yoyote shemeji mimi nitampokea, lakini mke ndo labda naweza nikawishi zaidi baadhi ya vitu awe navyo. Yeah. Okay. kuna ugumu gani ukiigiza na shemeji yako ile ambayo unavoigiza, kama mtu ana shemeji, ni ugumu kwa ugumu kwa namna gani? Yani yeye ni muongeaji na yeye ni muongeaji. Ah, ah, yaani moto kiweka moto, anapata bomu, anapata mlipuko. Kwa hiyo e, kama unavyomwona kimrushia jiwe naye anarusha kitu <laughs> ni, ni mtu ashemeji ambaye hatuwezi kukaa lisali moja kukawa na amani humo ndani, haziivi hata kidogo. Kwa hiyo ugumu upo kwa sababu hatufanani, tabia zetu haziendani kwenye mchezo. Okay. E, sawa kikawaida, wewe ni mwongeaji? Hapana, sio mwongeaji kabisa. Neno ndo msokoto alilitunga uskipili ilikuwa iko hivyo, alitunga huyo lilikuja <laughs> hapo hapo. Yani kwa sababu alivyolitamka hiyo siku, tulijikuta tumecheka yani, hiyo tulicheka sana hiyo siku. Kwa tukana tutiweke hivyo hivyo, hakuna mtu anataka kutania ndoa msokoto. Wapo wengi, ikiwemo na wewe. Ongeza kwamba tunakuja hapa, huyo mwanangu alikuwa, tulikosa jina la kukuita, anataka kaswa unida tukumite jina fulani, atatuelewa kwa hiyo sote tukuache kwanza kwa muda ndoa msokoto, tukakutana hivyo hata mtaani, baadhi ya watu oh... Okay. Yeah. Is it, is it true? Ndoa msokoto, hapo tukakutana nacho, ndio hivyo, hata mtaani baadhi ya watu wananiita hivyo, ndoa msokoto. Lilitunga falsafa uh, yes, yes, hmm, nyingi ambazo teknoloji nyingi ambazo za kitaalamu wanazisikia, nyingi ni za kibunifu ambazo zina, zinatungwa na zina, zinatumika neno msokoto linabeba maana gani? Kusokoteka tu, unafikiri ni Kiswahili kile kile. Tusema kuna namna kimeunganishwa hapa na maneno, ndo kinakuwa na tafsiri. Msokoto kwenye lugha fasaha Kiswahili, alipo Kiswahili, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna sokota. Mm. Sawa eh? Sokota sasa, msokoto kuna namna tu limeongezewa ili lilete maana ambayo tunaitaka. Mm. Ndio maana imekuwa msokoto. Yeah. Oh, ume- hey. umelitoa. Ume eh hey, tumelitoa ili kupata maana ya kitu ambacho tunataka kukizungumzia. Mm, okay. Ndao hey. Uni, yeah, so msokoto. Ujawahi kumaindi kitu ndao msokoto? Hapana. Sijawahi. Uni umeolewa? Yeah. Nimeolewa. Ndao yako sio msokoto kiwalisi? Hapana, hapana. Iko jina ndao lakini ndao msokoto tulifuti. <laughs> Au tumwambie manyanya ite ndao yako jina gani? Mwambie manyanya. Manyanya ndao yako kiwalisi ndao <laughs> <kiewalesi>, ina <indawake>, gani? <laughs> ndao yako. <laughs> Hiyo ni, ni, ni, ni ndoa mkamato, ndoa fulani vamekamatana sana. Tunamtoa kwenye msokoto, ji jina ndoa mkamato, ndoa ya shemeji yako, ndoa msokoto. Tunarudi kwenye ndoa ya mudi na, me, na, na sindi, ni ndoa aina gani kiutaalamu, ki, ki wako kitaalamu ile ah, <laughs> bwana <laughs> Ile, ile, ile... <laughs> ile ni, ni, ni ndoa mvurugo, ile imeshavurugika tayari na hakuna tena ndoa pale, kama urojo mvurugo eh, tayari hakuna amani tena hapo. Okay. Yes. So, kwa kumalizia kwako kwa manyanya watu wa expect more than sahivi, au more than lazy uh, expectation wataipata kwa namna ambavyo mimi mwenyewe naona kwenye kweli visualize yeah. ka, ka tiali. Yeah. Visualize, nazo mapito nazo zitengeneza ni kufanya kitu kizuri kufanya, kufanya maisha kwenye film kwa hiyo expect, expect picha hiyo kwa ukubwa vitu mm-hmm. vizuri maisha halisi burudani na elimu kubwa sana ndani yake katika film okay. yeah. mama ndo mkamato ndo mnganganyano ndo msokotu tumetupa kule kule. <laughs> expectation kwa fans wako Kaya, mimi napenda kuambia kwamba ninawapenda sana mashabiki zangu, tunashukuru kwa kutusapoti.